Wa kwanza kupata habari za michezo na burudani, subscribe, comment, like pamoja na kushare peji yetu. Bwana kama unavyomjua Max Mpia Nzengeri, huyu ni fundi wenyewe. uko Kinshasa, walikuwa wanamuita Mbappe. Kwa hiyo huyu bwana wenyewe alimzawadia jina la Mbappe kutoka Kongo, kwa sababu ya uchezaji wake, ana spidi, ana skills, lakini pia ni mzuri sana akiwa anacheza mpira. Maana ajulikani anacheza na mangapi uwanjani, kote utamuona kwa sababu ya unyumbulikaji wake, hivyo walimuheshimisha na kumwita Mbappe wa huyu ni Max Mpia Nzengeri. Lakini toka amekuja kocha Roman Folz, mchezaji huyo ameonekana kabisa, ana raha, na yeye mwenyewe alisikika akisema hajisikii raha kabisa, kwa sababu ameshazoea katika timu ya Yanga, yeye ni mhimili mkubwa, muda mwingi huaga anacheza, lakini toka amekuja kocha huyo, muda mwingi anakuwa anamweka nje. Hata mashabiki pia hawakuridhishwa, japo wengine wanasema ni haki kukaa nje kwa sababu ni mchoyo, atoi pasi akiwa ato katika eneo la mwisho, lakini wengine wanasema hata ukiwa kocha uwezi ukamweka Max pia nje. Hata Edna Lema Mourinho mwenyewe ashawai kusema hiyo kauli. Hivyo Max yeye mwenyewe anaonekana hana la alitaka kusema, msimu huu anaondoka ukiisha. Lakini uongozi umekaa naye chini, umeongea masuala hayo, wanaendelea kuyamaliza kwa sababu pia wanamleta kocha mpya na Roman Folz anaondoka katika timu hiyo ya Yanga. Yanga anakuja kocha mwingine mpya kwa hiyo furaha ya Max mpia Nzengeri itarudi kuwa palepale pale, pale ilipokuwepo wakati wote.